Karibu tichasminodha wako Vikerubo, karibu katika insha ya leo. Na swali la leo ni kwamba umetambua kwamba baadhi ya wanafunzi shuleni mwenu wanapuuza maadili yanayofaa wakati wa kula, andika insha kuelimisha kuhusu maadili wanayopaswa kuzingatia wanapokula. Hii ndio insha niliyoandika, natumai utaipenda. Chakula ni mojawapo ya haki ya kimsingi na ni muhimu kwa mwili ili kupata virutubishi kama wanga, protini, nyuzi, vitamini na madini ya nuwai, ili kumwezesha mwanadamu kuishi. Shuleni mwetu pana milo mitatu maalum, yani staftai, chamcha na kishuka. Wanafunzi hutarajiwa kushiriki kwenye maakuli haya kwa pamoja, lakini pana mitindo nimetambua miongoni mwa baadhi ya wanafunzi ambayo inapaswa kukomeshwa kabisa. Mwanzo, nimetambua kuwa baadhi ya wanafunzi humu shuleni hawazingatii usafi wakati wa mlo. Usafi wa kwanza unaopaswa kuzingatiwa ni wa mwili kuanzia mavazi hadi kutakata mwili haswa kunawa mikono kabla ya kula ikizingatiwa kuwa mikono hushika mambo mengi kama, kama kuzuia uambukizaji maradhi kama kipindupindu. Wanafunzi wengine hutoka msalani na upapia mlo bila ya kunawa, hivyo kuchangia kusokoto tumbo kutokana na viini. Wanafunzi walio na homa hawaachwi kwa hili, watumie hanchifu kuvuta kamasi na wanawe kabla ya kula. Usafi wa vifaa vya kula kama sahani, vikombe, vijiko na uma lazima viwe safi kwa kuoshwa na maji vuguvugu yaliyo na sabuni kisha kukamuliwa na maji safi ili vitakate. Bwaloni, uh, lazima pawe uh, na maji pawe safi kuanzia dari, madirisha, meza, viti na sakafu ili kuchangia kuwa na hamu huku tukiepuka magonjwa. Baada ya mlo, mwanafunzi wanaf ana wajibu wa kupanguza alikolia na kutupa mabaki, mifupa na ngozi za matunda kwenye biwi na sio kurusha kotekote -kote, hivyo kuchafua mandhari. Pili, wanafunzi wengine hula huku wakizungumza. Jambo hili ni hatari kwani wanaweza kunyongwa. Aidha, kuna wanafunzi wengine wanaopiga gumzo na kusahau chakula chao hadi kinapoa kiasi hakiwezi lika tena. Na mara nyingine, katika kupotelea kwenye mazungumzo hinzi hutua kwenye chakula. Maadili mema ni kumakinikia mlo na kula ukiwa umefunga mdomo na kuzungumza baada ya mlo. Iwapo ni lazima kuongea, iwe basi ni baada ya kumeza chakula. Tatu, wanafunzi wengine utawakuta wakitaja mambo ya soni wakati wa mlo. Si vyema kuzungumza mambo yanayowafedhehesha watu, kama vile kujadili masuala ya choo, damu au chochote kinachowakera wasikilizaji kiasi cha kuchafuka roho na kuhisi kutapika. Mambo haya huweza kufanya wengine kuzira chakula na kushinda njaa. Pia ni busara wanafunzi kupiga dua ili kushukuru Mwenyezi kwa chakula kisha kushukuru wapishi badala ya kuwashutumu pale kasoro itoke hapo kama chakula kukosa chumvi. Nne, kuna baadhi ya wanafunzi nimetambua hawazingatii mpango. Chakula kinapokuliwa ni vyema kukaa kando kigawe kwa kila aliyepo ili kila mtu apate gao lake, ili kuzuia visa vya wengine kupata chakula kingi ilhali wengine wanakosa. Pia ni vyema kutunga foleni wakati wa kuchukua matunda kutoka kapuni au vinywaji kutoka sufurani ili kuepuka ajali za kugongana na hata kuchomana. Vilevile, wakati wa kula ni vyema wanafunzi waketi bwaloni kuliko kutembeatembea kotekote kiasi cha kumwagamwaga chakula kila mahali ambacho kinaweza kuleta chungu na siafu. Bigairi ya hayo, ni vyema wanafunzi wote wajenge mazoea ya kutoa kiwiko mezani ili kuimarisha heshima na ushirika, kupunguza vita pamoja na uchafu mezani, kudhihirisha uwezo wa kudhibiti nafsi. Tano, nimetambua wanafunzi wengine hula kwa pupa. Licha ya kuwa wana haraka ya kula ili kurudi kusoma au kudurusu, kula kwa pupa kuna athari chungu nzima. Moja ya athari hiyo ni kuwa chakula hakitafuniki vizuri, hivyo kutinga usagaji wa chakula. Kula kwa haraka huku unayakodoa macho kila mahali kisha kumaliza na kuonekana kama ambaye hajala huonyesha uroho unaomithilishwa na ulafi wa fisi. Hali kadhalika kula kwa pupa ugasi wengine pindi chakula kinapomwaika mwaika kutoka mdomoni kuelekea sahanini. Nilibaini kuwa baadhi ya wanafunzi wana mazoea ya kuchekacheka wakati wa mlo. Mtu anapokula chakula akicheka, huenda akanyongwa na chakula. Wakati mwingine mtu anapoangua kicheko kama radi, chakula huweza kutoka kinywani mwake na kupitia pua na kuanguka sahani za wengine, hivyo kufanya watu kuishiwa na hamu ya kula. Wanafunzi wanaokosa hamu humalizia kutokuwa na nishati ya kufanya kazi, hivyo humalizia kudorora masomoni. Fauka ya hayo, nimebaini kuwa wanafunzi wanaobakisha chakula na kukitia mfukoni ili kukila baadaye, huku wengine wakipakua chakula kingi kisha kugusagusa na kukitupa, labda ni kusadifisha methali kuwa shibaye hamjui mwenye njaa. Makombo ya chakula yanapaswa kubanzwa motoni kabla ya kula. Hivyo mtu anapokula mabaki yale yakiwa baridi, uweza kuugua, haswa chakula kilicho na supu, kwani bakteria hupendelea unyevunyevu, hivyo huongezeka kwa kasi na kufanya chakula kiharibike upesi. Jambo maridhawa la kufanya ni kuepuka kuzaza chakula kwa kupakua unachoweza kukimaliza na kuongeza kingine hadi uridhike. Uporo waweza kupashwa na wapishi kabla ya kuliwa ili kuepuka magonjwa. Nimebaini wengine hunywa maji wakila. Kulingana na wataalamu wa lishe bora, unywaji wa maji wa mlo huathiri usagaji wa chakula, kwani hupunguza juisi za tumbo zilizo na asidi zinazosaidia umeng'enyaji wa chakula, hivyo kudhuru ufyonzaji wa virutubishi, na washauri tunywe maji kwa muda wa dakika thelathini kabla au baada ya mlo ili kudumisha usagaji wa chakula. Nimetambua kuwa wanafunzi walio na tabia hasi kama kukooa, kucheua, kuchokonoa meno, kutoa mashuzi wakati wa mlo. Ninakashifu tabia hizo kwani zinaudhi mno. Kunao wanafunzi hupitisha mkono juu ya vyakula ya vya wengine ili kuchukua chumvi. Jambo hili halipendezi kamwe. Kibadala chake ni kuomba upatilishiwe utakacho. Kimuktasari, tuzingatie maadili mema wakati wa mlo, kwani ada ya mja unena, muungwana ni kitendo. Hiyo ndio insha yangu.